Kochi Richkard kwema? Kwema mambo vipi? Safi, pole unyonge kidogo eh? Da, unyonge sana kwa sababu malengo yetu kwamba Azam umecheza nyumbani, malengo yetu kwamba tupate alama tatu, tuwafunge Casablanca uh, lakini ilikuwa bahati sio kwetu. Ya, yeah, tumedominate mechi vizuri, tumecheza vizuri kadi rozo yetu, lakini ilikuwa sio mechi yetu kwa sababu tume, tumejitahidi sana. Kadi rozo yetu tofauti na watu wengi waliofikiria kwamba Azam vipi itaweza kucheza. Walitegemea kwamba Azam itafunga goli tatu, goli nne, lakini Azam ni timu bora. Najua nini inafanya katika mchezo wake ambao anacheza. Niambie, ni eneo gani kidogo ilikuwa pungufu kwa Azam FC? Azam ni sema striker, kwa sababu kutoka chini kwenda juu timu limecheza vizuri, lakini kwenye um, finishing nabidi finishing ndio ilituangusha sisi Azam. Lakini yote na yote kwamba tumedominate mechi, tumecheza mechi vizuri kadiri uwezo wetu. Wamecheza wachezaji vizuri, wamejitolea, wamepambana, wamejua kwamba mechi tunacheza nyumbani vi kuhusiana na zile nafasi ambazo Azam FC wamekosa. Ah, tumekosa nafasi nyingi, na zile ndo nafasi ambazo tulikuwa tuna uwezo wa Wydad wa kufunga hata goli tatu, tuna uwezo huo mbili, lakini ni mechi ambayo imedondoka ime, ime kwetu na bahati ilikuwa si ya kwetu, na bii tumepoteza mechi siku ya leo. Na Wydad wali wa, wali wa wini wapi Azam FC? Ah uh, Wydad ni, ni timu ambayo very experience na ina wachezaji very experience zaidi na Azam pia ana wachezaji wakubwa very experience na watechnical bench nzuri ya uh, wanafanya vizuri lakini wametuwini kwamba wametumia udhaifu uh, wetu ambao katika mistake ambayo ilitokea ndogo tu baada ya kupiga counter attack ile counter attack ambayo alipiga ndio mchezaji wa Kainasa Wydad ka wakatumia chance ile ile. Mchezo wa pili Azam FC anapotea. Ni mara yetu ya kwanza kuingia katika makundi. Kuingia katika makundi ni mara yetu ya kwanza, tunarudi Azam, inabidi tunarudi, aa, watarudi nyumbani kwa kuhakikisha kwamba wanasolve matatizo kama sisi washabiki wao, wapenzi wao, tukihakikisha kwamba tunapata uh, imani na na tuna imani nao kubwa, kwa sababu wamejitahidi mpaka wameingia katika makundi, inabidi wametumia nguvu kubwa. Uh, michezo bado ipo, tunaenda kupambana kwamba kuhakikisha Azam wanafika malengo yao na malengo yao makubwa kwamba kufuzu. Eneo gani walifanyia kazi sana? Kwenye finishing uh, kwenye sehemu ya mwisho kwa sababu kutoka, kati, mpaka, uh, kutoka defensive, mpaka midfield walimfanya kitu kizurilakini kwenye umaliziaji tu,nadhani tumekosa chance nyingi. Unaiona wapi Azam FC kwenye michuano hii? Yeah. Ah, uh, nimeona kwenyetelevision, nimeangalia na naionamazoezi nini jinsi nini nafanya, naifuatilia na ninaijua nje nani, in and out, naifahamu Azam ni timu gani na una ubora wa timu gani na nimehudumu pia. Na nimehudumu Azam pia. Nabii kwamba ninaifahamu Azam ubora wake na ninaelewa. Mchezaji gani wa Azam FC ambao unaona leo amekufurahisha kwa kiasi? Faisal Salum Abdallah Feitoto ni mchezaji ambaye alinifurahisha kwa sababu ndo anafanya kazi kubwa ndani ya Azam. Nabidi, alitakiwa pia afunge mechi leo, lakini bahati ilikuwa sio kwake. Na kwa Wydad? Ah, kwa Wydad mchezaji ambaye alifunga goal kwa sababu yeye ndo timu ambayo alifanya mpaka ikacheza vizuri ikafika katika malengo yake. Wakati Azam FC anakuja kucheza na Wydad hapo. Wengi walikuwa wanachukulia tu ni Aziz Ki leo ana magoli yake na magoli yake. Niambie kuhusiana na kiwango chake kio hajamaliza mechi. Uh, Aziz Ki ka drop tofauti mchezo alivyokuwa anacheza Yanga Africans, tofauti na anavyocheza Wydad kwa sababu unakuta na majukumu mengi na Wydad ni tofauti na na Yanga alivyokuwa anacheza. Yanga alikuwa anacheza free lakini uh, Wydad anapangiwa majukumu kwamba fanya hivi. Lakini kwamba watu wengi walitarajia ni kitu hicho hicho kwamba atakuja kufanya uh, vitu vikubwa wakati anacheza na Azam. Wakati anacheza na Wydad Casablanca uh, watu wengi waliibeza Azam walijua kwamba Azam anakuja kuharibu na kufunga goli chache, goli lakini sivyo ambavyo walitarajia. Wachezaji wao wamejitoa sana, kina pass kwa Msindo, uh, Mendoza, tumuona kacheza vizuri mechi, kajitolea yoro. Uh, goalkeeper Foba, good goalkeeper good, uh, Tanzania kacheza vizuri mechi, inabidi wamecheza mechi vizuri uh, yote na yote. Tarudi katika uwanja mazoezi, kocha ataenda kujipanga kuhakikisha kwa kwamba mchezo unakuja, tunaenda kupata matokeo mazuri. Tuzungumzie kuhusiana sasa na na kikosi kikosi kikosi cha Azam FC kwa kwa kwa sababu sababu sababu kilivyotoka pale, kila mmoja alikuwa na mtazamo wake, lakini wewe kiufundi zaidi kwa sababu ni kocha uh, kikosi kizuri, kikosi kizuri kwa sababu Uh, so sote tunajua na tunaitambua Azam. Na Azam na kila mchezaji hodari kwa sababu wamesajili na wanajua mchezaji quality ya mchezaji gani tumchukue, nani tusimchukue. Inabidi tayari kikosi kilipotoka kila mmoja kuna watu wale doubt lakini mimi siku doubt kwa sababu nafahamu. Na uh, mwalimu anataka nini na anahitaji nini katika mechi. Falsafa yake ni ipi? Inabidi nilijua nikamuunga mkono nikajua ready kwamba timu inaenda kufanya vizuri katika mchezo wa leo. Sawa, nakushukuru sana. Asante na nyie, na